Habari ndugu mpendwa ambayo umepata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki, Mungu akubariki sana, na asante kwa kutoa muda wako kwa ajili ya kutazama mambo ambayo tunakwenda kujifunza. Kabla ya yote, napenda tuanze kwa kuomba. Baba yetu mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi hii uliyotupatia tunaomba ukawatuweke tayari uweze kupokea neno lako na likatusaidie katika maisha yetu kwa jina la mwana wako Yesu Kristo amina. Ndugu zangu, katika kitabu kile cha Warumi sura ya kumi na tano na mstari ule wa nne linasema, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hiyo Mungu kwa neema yake aliwaongoza watu mbalimbali mbali kuandika haya kwa ajili ya mimi na wewe tupate faraja. Kwa hiyo kwenye maandiko kuna faraja ya Mungu ambayo mimi na wewe tunaipata, lakini pia yameandikwa ili mimi na wewe tupate kujifunza, yaani yanatufundisha sisi, na lengo la kutufundisha sisi ili tupate kuwa na tumaini, na kitu kinachotumika ni saburi na faraja ya maandiko, ili kutuletea mimi na wewe tumaini. Kwa hiyo tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kipawa hiki cha kipekee sana ambacho amekiweka kwa faida ya mimi na ya wewe unayenitazama na kunisikiliza sasa. Bila kupoteza muda, naomba niingie katika aya ya waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano na mstari ule wa ishirini. Aya hii ni aya ambayo pengine, msikilizaji, umekutana nayo mara kwa mara, lakini kuna wakati inatumika tofauti, na kutumika kwake tofauti au kimakosa kunafanya ipoteze kusudi au kile ambacho kimelengwa katika andiko hili. Sasa bila kupoteza muda, napenda niingie moja kwa moja kuisoma, alafu tuitafakari mimi na wewe pamoja, kwa uongozi wa Mungu na kuunganisha na haya nyinginezo ili kuweza kupata maana iliyokusudiwa katika eneo hili, anaanza kwa kusema, nasi twajua kwamba Mwana wa Mungu amekwisha kuja. Hilo ni jambo la kwanza ambalo unapaswa ulielewe unaposoma haya hii, kwamba inatuambia waziwazi kwamba mimi na wewe tunajua kwamba Mwana wa Mungu amekwisha kuja. Ehe, alafu anasema naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Kumbe kuna mwana wa Mungu ambaye ametupa akili mimi na wewe ili tuweze kumjua yeye aliye wa kweli. Sasa huyo yeye aliye wa kweli ni nani? Hilo ndo jambo la muhimu kabisa katika aya hii, kwamba kuna moja, mwana wa Mungu amekusha kuja Pili, mwana wa Mungu ambaye amekwisha kuja ametupa akili mimi na wewe, ili tuweze kumjua yeye aliye wa kweli. Sasa huyo yeye aliye wa kweli ni nani? Hilo ndo jambo la msingi. Anasema nasi tumo ndani yake, yeye aliye wa kweli. Kumbe kuna yeye aliye wa kweli ambaye mimi na wewe tunakaa ndani yake au tumo ndani yake. Lakini huyu sasa, ambaye mimi na wewe tumo ndani yake, huyu ambaye anatajwa kuwa yeye aliye wa kweli, ndiye ambaye mwana wa Mungu amekuja na ametupa akili mimi na wewe ya kumjua huyu ambaye anaitwa yeye aliye wa kweli Anasema nasi tumo ndani yake, yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Kumbe huyu anayesemwa kwamba ni yeye aliye wa kweli anaye mwana wake, huyo mwana wake ni Yesu Kristo na huyo mwana wake ndiye ambaye anasemwa kuwa amekwisha kuja, naye ametupa akili ya kumjua yeye aliye wa kweli haleluya. Unajua, maandiko ukiyasoma vizuri, kama ambavyo yamekusudiwa kwa uongozi wa Mungu, unapata raha yake, unapata eh, kile kilichokusudiwa bila kuchanganyikiwa. Eh, anasema nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi tunakuwa ndani yake huyu aliye wa kweli kupitia kuwa ndani ya mwana wake Yesu Kristo, alafu mm -hmm. anahitimisha kwa kusema kwamba huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Sasa watu wengine, hii sentensi ya mwisho wanaiharibu wanaiharibu na kuleta maana nyingine. Anaposema huyu ndiye Mungu wa kweli e, na uzima wa milele, anamrejelea huyo anayesemwa kwamba ni yeye aliye wa kweli, huyo ambaye mwana wa Mungu Yesu Kristo amekuja, aliyekwisha kuja, ametupa akili ya kumjua huyo ndiye analengwa na kuhitimishwa kwamba huyu, kwa maneno haya, huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Sasa unaweza ukashangaa ninazungumza kitu gani. Ni lini mwana wa Mungu ambaye anatajwa kuwa amekwisha kuja alitupa akili ya kumjua huyu ambaye ni yeye pekee aliye wa kweli eh? Na huyu yeye aliye wa kweli ni nani? Eh, kwa sababu tumeshajua kwamba tumo ndani ya mwanawake Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe huyu yeye aliye wa kweli sio huyo mwanawake ambaye ni Yesu Kristo, bali yeye ni mwingine kando na huyu Yesu Kristo. Sasa hii akili ambayo Mwana wa Mungu ametupa mimi na wewe ya kumjua yeye aliye wa kweli tunaipata wapi? Ukisoma katika sasa kitabu cha Yohana sura ya kumi na saba na ule mstari wa, kum, wa tatu, lakini kabla ya kusoma mstari wa tatu nitasoma mstari wa kwanza ili ujue ni nani anayezungumza hapo. Anasema mstari wa kwanza, anasema: maneno hayo aliyesema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni sema Baba, saa imekwisha kufika mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kwa hiyo kumbe, haya ni maneno ambayo alikuwa anayasema Yesu, na katika Yohana tano ishirini tumeona huyo mwana wake yeye aliye wa kweli ni huyu anayetajwa hapa Yesu Kristo. Ile aya inasema nasi tumo ndani yake, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo na hapa tunaambiwa maneno hayo aliyasema wa Yesu. Kwa hiyo huyu ndiye mwana wa Mungu ambaye anasemwa kule, amekwisha kuja na kutupa akili ya kumjua yeye aliye wa kweli. Haleluya! mstari wa tatu. Sasa wa pili nitaachana nao, nitaenda wa tatu ili ujue hiyo akili ambayo huyu Yesu Kristo, mwana wa Mungu ambaye amekwisha kuja, ametupa ni akili gani ya kumjua yeye aliye wa kweli? Anasema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo, kumbe mwana wa Mungu amekwisha kutupa akili kwamba uzima wetu upo katika kumjua yeye aliye Mungu Wapeke, wa pekee wa kweli na Yesu Kristo ambaye ametumwa na huyo Mungu wa pekee wa kweli. Kwa hiyo tunapata jibu kabisa zuri kwamba anaposema nasi tumekwisha kupewa akili ya kumjua yeye aliye wa kweli ni huyu anayetajwa hapa na mwana wa Mungu kwamba tumjue Mungu wa pekee wa kweli, huyo ndiye anayezungumzwa katika Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano mstari wa ishirini kwamba huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele, ile sentensi ya mwisho ya aya hiyo, na ndiye anayezungumzwa kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja naye ametupa akili tu ya kumjua yeye aliye wa kweli. Kwa hiyo huyo yeye aliye wa kweli ndio huyu anayetajwa hapa kwamba wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Kwa hiyo kumbe, mwana wa Mungu alikuja kutujulisha yeye aliye wa kweli, ambaye ni Mungu wa pekee wa kweli. Sasa huyu Mungu wa pekee wa kweli ni Baba yake na huyu mwana wa Mungu. Kwa hiyo, aya ile ukisoma vizuri ukaiunganisha na hii, utapata kujua kwamba Baba yake na huyo Yesu Kristo ndiye anayezungumzwa hapo kuwa ni yeye aliye wa kweli, kwa sababu pia huko anatajwa kama Mungu wa pekee wa kweli. Unaweza ukashangaa kivipi? Naomba tumalizie na Yohana hii sura ya nane mstari wa hamsini na nne, inasema hivi: Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu anitukuzae mimi anitukuzae ni baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Hapa alikuwa akiongea na Wayahudi waliokuwa wamempinga sana. Ukisoma hiyo sura ya nane vizuri, utaona kulikuwa na, na mjadala mrefu sana hapo kati ya Yesu na Wayahudi waliokuwa wamempinga na wakizungumza maneno mengi ya ajabu, ajabu kuhusu yeye. Sasa Yesu anatuambia kwamba baba yake ndiye ambaye Wayahudi walimnena kuwa ni Mungu wao. Kwao tunapata picha ya kwa kwamba kumbe huyu Yesu mwana wa Mungu anaposema na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma, anaposema wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli anamlenga baba yake ambaye wayahudi walimnena kuwa ni Mungu wao. Kwa, maandiko ni matamu sana ukiyasoma katika uelewa unaopatana kati ya aya moja dhidi ya aya nyingine, lakini ukiingiza nadharia nyingine za kufikirika utajikuta unaharibu maana halisi iliyokusudiwa. Kwa ni kushukuru kwa muda wako, ndugu yangu, na Mungu akubariki sana na mbegu ya neno hili ikakue ikaote na kukua na kustawi na kuzaa matunda ndani yako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki sana. Kama unahitaji kuuliza swali ama una maoni yoyote ama una ushauri, naomba unaweza kunitumia ujumbe au kanipigia simu ujumbe unaweza ukawa wa kawaida au kwa njia ya WhatsApp, kwa sababu hii namba inapatikana kwa njia ya WhatsApp kwa kawaida. Ni sifuri saba sitini ishirini tisini na saba tisini na tatu, sifuri saba sitini ishirini tisini na saba tisini na tatu. Na kwa wale ambao mko nje ya nchi, namba hii unapoanza pale kwenye sifuri, usiandike sifuri; kama sifuri, andika alama ya kujumlisha mbili tano tano alafu ndio uweke saba sitini ishirini tisini na saba tisini na tatu. Mungu wakubariki sana mpendwa, na neno hili likafanyike uhalisia katika maisha yako unapolipokea kwa imani katika mwana wa Mungu. Ukabarikiwe kwa jina lake Yesu. Amina.